Ya tukianza na taarifa hii ya mabasi makubwa kuonekana kutoka Rwanda, Goma kwenda Sake ni jambo ambalo sio la kawaida, mabasi atoke Rwanda bila papas bila sababu. Mabasi haya hayajaja kufanya defile. Baada ya basi hizo kuonekana, tumetafuta habari na kini cha basi hizo. Vyanzo vyetu vinaeleza kwamba kwa kuwa Rwanda imepewa vikwazo hizi siku chache na kulazimishwa na Umoja wa Mataifa na kuambiwa mara nyingi kwamba aondoe vikwazo vyake ndani ya Republiki Demokratiki di Congo, hili la Rwanda kuambiwa aondoe vikwazo vyake haraki limekuwa tofauti na lile ambalo watu ameliona. Rwanda pia anaingiza vikwazo, anaambiwa anaingiza majeshi, anaambiwa atoe majeshi, lakini watu walikuwa wakiona anaingiza majeshi. Ila katika tarehe ya 11 hizi basi mpt basi tupo zinatafsiriwa kwamba katika utafiti na uchambuzi, yawezekana yako mambo mawili Mabasi haya au yanafuata kuchukua askari wa Rwanda waliomo ndani ya jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo, kuwapeleka Rwanda kwa namna ambayo siyo ya wazi sana, kwa maana kama ingejulikana kwamba Rwanda anatoa vikosi vyake hadharani, maanake pia M23 ingeweza kudharaulika na kuonekana wamebaki wapweki. Lakini ili M23 isionekane kama vile imeachwa solemba, kwa hiyo hiyo transport au huko kutoka kwa majeshi kufanyike kwa namna hiyo ya

Hiyo ni moja kati ya option ambazo tunaziona, lakini pia option ya pili yawezekana mabasi hayo yamekuja kama si kuchukua RDF askari wa Rwanda walioko ndani ya Kongo, basi yawezekana yanakuja kuchukua watu, wanaweza wakawe raia au watu wanaweza wakawe watu walioletwa kama kupigana vita, lakini kumbe sio askari. Sasa wanaporudi, warudi kwao. Nimesema mara nyingi, wengi walikuwa wanielewa wakati Rwanda au uh, M23 inapokuwa kukamata eneo walikuwa wanaleta watu wengine kama vile askari, lakini kumbe sio askari ili kuongeza idadi waonekane wako wengi. Walikuwa wanaletwa mpaka waigizaji wa Rwanda, wanaletwa mpaka watu wa matiktoki, wanaletwa mpaka wajournalisti wa mayo YouTube za Rwanda wanaletwa tu ili kuongeza idadi, lakini kumbe sio askari. Kwa hiyo mpaka sasa hivi bado tunaendelea kufanya uchunguzi kuna nini mabasi haya, lakini mpaka sasa, kwa vyanzo vyetu vinaonyesha hizi zinaweza zikawa option mbili: kuchukua askari wa Rwanda kurudisha au kuchukua watu waliokuja kama askari lakini kumbe wasio askari, ila sasa ufike wakati wao kutolewa ndani ya Kongo na kupelekwa Rwanda. Taarifa tutaendelea kuzifuatilia na zile tutakazozipata bado tutawaletea. Je, Rwanda yuko tayari kutoa vikosi? Bado ni maswali ambayo tuko nayo, na kama Rwanda hatatoa vikosi wakati Umoja wa Mataifa unamlazimisha atoe vikosi, M watamfanya nini? Ama yeye anayo kiburi gani yeye Rwanda ya kukataa ile kauli ya Umoja wa Mataifa isa je, kama umoja wa mataifa unaambia Rwanda itoe vikosi Rwanda asipotoa watafanya nini? Na wasipofanya chochote kweli, wanaongea kwa maana ya kupaka mafuta kwenye mdomo wa Kongomani, lakini si kwamba wako sirana wanachokiongea. Hayo yote bado ni maswali ambayo yanazunguka kwenye vichwa vya watu, kwa maana haiwezekani, Rwanda haambiwi na mataifa makubwa ondoa vikosi na akatae halafu asifanywe chochote. Kuna nini hapa? Hebu ngoja tusubiri tuangalie kile ambacho kitatokea, na kule tunakoelekea twende moja kwa moja nikwambie habari ya Josefu Kabila. Mara nyingi ninapokuwa ninawaambia watu habari hizi wengi huwa waelewi mapema sana, lakini huwa wanakuja kuelewa baada ya kuona sasa mambo yanatokea. Josefu Kabila alitoka Kinshasa na kutangaza rasmi atakuwa Goma, lakini kuwepo kwa Josefu Kabila Goma hakukufanya Goma kuwepo na usalama, pamoja na kwamba M23 ilifanya kamatakamata kamata nyingi sana, waliuwa vijana wengi, wakafanya misako ya nyumba kwa nyumba wakaua watu wengi, kwamba ni wazalendo, awa ni FARDC, labda wanaweza wakaleta maafa ndani ya jiji la Goma, wakaua viongozi wakubwa wa, wa M 23. Lakini pamoja na jitihada zote hizo hawajawahi kujisikia kule Goma kwamba wako kwenye sekirity ama ndani ya usalama. Sasa, baada ya Josefu Kabila kufika Goma, tumeona amefanya vikao vya mfululizo na delegasio mbalimbali na makundi mbalimbali mbali, na baada ya pale, taarifa za ndani kabisa zinaeleza kwamba hivi ninavyoongea na wewe hivi hapa Rais mstaafu Joseph Kabila yupo Kenya Nairobi, amekwenda kufanya nini? Nifuate vizuri baada ya kugundua kwamba yupo Goma. Lakini Goma hayuko ndani ya sekurity, kwa maana mpaka sasa hivi risasi Goma zinalia maeneo tofauti-tofauti, watu wengi wanamiliki siasa silaha. Kwa hiyo kuna uwezekano hata kwenye vile vikawa anavyovifanya, anaweza akajitokeza kijana yoyote na akamfyatulia risasi akafa, au katika njia anatoka hapa na kwenda pale akafa. Kwa hiyo mwenyewe anaona kabisa Goma hakuna usalama. Jambo la pili wanaogopa bado wazalendo, pamoja na kwamba wanalongea lugha za kujiamini, wako fiti hawatatoka watafanyaji. Lakini kila wakati wanapokuja kufikiria swala la wazalendo, wazalendo kama wanaweza kuwatake Goma siku yeyote, watakimbilia wapi? Na endapo watapigwa maambushi kwenye mipaka ya Goma na Rwanda itakuwaje? Hayo yote hapo kwenye akili zao na vinawakosesha kabisa amani. Nchi ya kwanza Joseph Kabila aliomba Angola kwa Lorenso kwamba lo akimbilia akaye pale Angola, kwa maana ni karibu kama vile ambavyo alikuwa kule uh, Namibia na Afrika Kusini. Aliomba Lorenzo wa Angola kwamba ampe hifadhi ili Angola ifanyike kama vile sehemu yake kidogo ya, ya kupumzikia ya kuwepo. Kwa hiyo anafanya tripu Angola anakuja Goma, Angola anakuja Goma kwa sababu gani? Wakati anaomba Angola kuna baadhi ya watu walimshauri hapana, bora ukae kiga Kigali Rwanda, ila pia, baada ya kukaa na Polo Kagame, Polo Kagame alimshauri, kwa kuwa mimi Rwanda niko hadharani kuhusiana na nayo mgogoro wa Kongo, na mpaka leo sijawahi kukubali kwamba mimi nina, nina majeshi yangu ndani ya Kongo. Mpaka leo Rwanda hajawahi kukubali yeye ndiye ye anayesapoti M23. Na hivi wewe Josefu Kabila, karatasi imekwisha kubanduka, maske kinyago kimetoka, dunia yote inajua wewe ndio mwenyekiti wa M23. Kwa hiyo kama nitakubali ukae Kigali, maana yake kile nilichokikataa miaka iliyopita sasa leo nitakuwa nimeingia mkenge. Unakataaji wewe au sapoti m na mkuu wa M23 ndio huyo anakaa kwako. Kwa hiyo Rwanda kwa siasa yake, Kagama akamwambia kwa mimi ndio hapana. Kwa hiyo wakati wana negosieti kwa Lorenso Angola, Lorenso akawaambia ninyi, haitawezekana wewe kukaa hapo, kwa hiyo lazima uondoke. Na kuondoka tu sio lazima uondoke, hautakiwi kukaa wewe humu, uweze kukaribishwa na. Kwa taarifa ya pili, mpaka ikatokea Angola kulikuwa hata askari wa Rwanda Angola, kwa mipango yao ya mikataba mbalimbali, kwa ajili ya a, uh, usalama kudumisha nini mipaka yao na nini, a, uh, walikuwa nafanya na mambo mengine ya maendeleo ya kilimo, sijui hivi, kwa kufundishana nini na nini, mpaka pia Lorenzo akamaliza mkataba huo na jeshi la Rwanda na kusema hizi zile shughuli zote walizokuwa nafanya kama partners ziishie hapo, na Rwanda endelea na shughuli zake, ili Lorenzo asije kuingia kwenye vikwazo vya Umoja wa Mataifa navyo vikaishia hapo. Sasa kwa hiyo, baada ya kukwama kwa Lorenzo, ndipo ikabidi aende wa Nairobi. Nairobi hajaenda kwamba ndo make yote atakaa Nairobi. Sasa Kabila leo, ninasema sasa upige simu wewe, unayepigaga simu wewe, unayetafuta mtafute, hivi Kabila yupo Nairobi. Lengo kubwa ni hilo. Ametoka kidogo kwa sababu ya kuona usalama huko, sawa na hajaenda kwamba kwa safari za kidiplomasia, amekimbia usalama kwa hiyo inaweza ikawe siku moja siku mbili, logistiki ikasema tumefanya utafiti upelelezi, tumeona mambo yako sawa, kiongozi rudi kwanza. Na hawezi kukimbia kwamba ameenda milele, manake mvuma itaharibika, itabidi hii mvuma iwe na nguvu. Hata kama atakimbia anaweza akaja akashinda na mkaona amefanya vikao leo, mkahisi labda vinaendelea, kumbe anafanya vikao mchana, anaenda kulala Kenya, asubuhi anakuja anafanya vikao, watu wasielewi analala wapi, ila vikao vinafanyika Goma. Hivyo vitu katika siasa vipo. Kwa hiyo hizo ni taarifa za ndani ambazo tumezipokea, na siko hivyo, usalama wa Goma hauko sawa. Lakini pia raia wa Kongo wameonekana asilimia mia kutokuunga mkono M23, wanalazimika kuchekelea M23, wanalazimika kuwapigia makofi kwa sababu hawana namna nyingine. Wasipofanya hivyo, maana yake hukumu ya kifo itakuwa juu yao, ila haya yoyote hayatafsiri kwamba wanawaunga mkono. Kwa sasa hivi wazalendo wanayo nguvu kubwa, kwa maana ya raia, eneo lote limewapa sapoti na nguvu, na raia imeegemea upande wa wazalendo. Hiyo ni nguvu namba moja, lakini pia nguvu namba mbili, wazalendo wameweza kufanya coordination yao, kwa maana ya kwamba wanaweza wakawasiliana sasa kwa muda mfupi, wazalendo wa maeneo mbalimbali mbali, na wakaenda na shauri moja. Haya yote yanaleta homa ndani ya jeshi la M23. Haya ndiyo mambo yanayofanya M23 isipate usingizi. Hata Kabila mwenyewe ndiyo anayoyaelewa na kuona wasiwasi wasi unazidi kuwepo. Pamoja na kuwa Goma, pamoja na kuwa Kenya, pamoja na kuwa Rwanda, kuwa Namibia, kuwa wapi hawana amani katika movement sawa. Na hata miradi wanayoifanya ya maendeleo, tujenge mabarabara, tufanye vile. Wanafanya kwa ajili ya kuonyesha watu kama vile wako busy na kujenga nchi, lakini ndani ya akili yao, kwenye kitengo cha usalama wanajua kabisa wako sawa. Wanajua mambo hayako sawa. Kinachobaki tu ni wazalendo kwanza kufanya action wasiwape muda mwingi sana kwa maana, wazalendo wanapokaa kimya sana, hiyo kimya inakwenda na tafsiri hata upande wa M23, na wenyewe pia kujipanga sana. Kwa hiyo tunaangalia lolote itakalotokea, lolote itakalokuwa kwa upande wa M23, kwa upande wa wazalendo, tutakapolipata nasi tutakuja, tutawapeni. Tunaangaika yote haya kwa ajili yenu. Taarifa yetu ya mwisho kabisa, taarifa yetu ya mwisho kabisa inasemaje ya mwisho? Inasema kwamba wako wakongomani wapumbavu, akili haziko sawa, zilizofyatuka mpaka leo. Wanasikika wakongomani kuendelea kuhamasisha mitandaoni, kutumia baadhi ya vimaredio vima TV, hata kutumia washefu wami na watu wengine kuhamasisha kwamba M23 wapewe njia, wapite mimi huwa ninajiuliza hiyo njia ambayo M23 inapita, maana yake, hivi Kongo, kutoka province kwenda province, njia inakuaga moja tu? Hivi Kongo yote, kutoka teritware kwenda teritware, njia inakuaga moja tu? M23 wanasema wow, wao wana hela wao ni matajiri, wao kabila kabila, si anasema napana ma 400 millions de dollars, wazalendo wapewe tu njia hiyo. 400 millions de dollars, si ndo wachukue ndege tu wapande waende huko wanakoenda, si ndo basi? Jamani, tunataka njia, yani we mpaka upite tu ngomo ambako kuko dangerous, na ajali mnaweza mkazipata. Unatoa hela upite njia mbaya, kuliko tu hiyo hela upite njia nzuri, waingie kwenye ndege mnaenda vrrr. Mpaka mnako si njia, mnataka 400 million de dolari, si ndege nakuja, hata ndege tatu hata tano zitawapeleka, mnatoka Goma nakuenda mpaka mnakuelekea tena, mnapaa juu, shefu akile aziko sawa. Na unakuja tu mwape njia mwape ah, si wanahela siwapite angani waende wanakwenda awaombi njia, wanataka wakanyage ardhi waende kufanya mauaji wanayoyafanya. Kwa hiyo acheni upumbavu na ujinga. Hakuna njia yoyote ya kwenda Kalemi, hakuna njia ya kwenda Kisangani. Wa, waendage juu kwa juu kwani ni mara ngapi Kabila akienda Kisangani akienda Kalemi mpaka aje kupita Uvira? Si walikuwa wanaenda, wanajua njia za kwenda huko. Hizo njia hazijafungwa, anga bado iko wazi, waende. Na kama hii njia ya Uvira yo imekuwa iwezekani kwenda, kwani ye alikuja akaijenga eh? hivi kutoka Bukavu kufika huko Fizi wanakoenda Baraka siku, kama ndio njia ambayo Kabila anaijua, kama ndio njia wanaiona hii ndio njia nakwagi inapitwa kwenda huko, waliijenga lini? njia wanayoijua nani aliijenga? ili wao wanapita kongwe ina miaka mingapi hiyo njia? Ilijengwa lini? Kama inajulikana ndiyo njia ya kupita hii, nani aliyeijenga hata kipande? Je, walikuwa waendi huko, walikuwa na walikuwa napita njia gani? Leo ndio nikani njia, kama wangejua ni njia kwa nina wa kuijengaga. Acheni upumbavu na ujinga mzee habari mbichi wani naongea hivi, akili zifunguke. Hawatafuti njia, wanakuja waje kuua watu. Hakuna njia, hakuna njia Goma wanakuua watu kama dagaa, wananyimwa njia na nani? Bukavu wanakuua watu kama dagaa, wamenyimwa njia na nani? au walizuiliwa njia na nani, ndio wakaona waanze kuua watu? Pumbavu, wanatafuta kuja kuua watu. Atakaye ruhusu M23 aje Uvira alaaniwe. Atakaye ruhusu M23 ifike Uvira, Fizi, alaaniwe, awe mwanasiasa awe mzalendo, askari awe raia, alaaniwe.